Adui ambaye anaendelea kusema eti hautapata watoto ah, ah, habari ambayo atakwenda kusikia ni kwamba hata kama walozi, ufalme wote wa Shetani katika kijiji chao chote wamefanya kila wanaloweza kwa wingi wameenda sijui <laughs> ni wanataka kusema sehemu fulani wamekwenda huko huko huko mahala ambapo kunajulikana sana kuwa wachawi na walozi, eti wakaleta nguvu za giza. Hata kama wamefanya vyote hivyo, watakwenda kusikia habari ya kuwa wamepata si utasa, lakini wewe umepata mapasa <laughs> unakwenda kupata mapasa haimanishi, ni ulozi gani wame wame, wameweka ndani ya chakula chako, iyo ulozi inakwenda kubadilika, itakuwa vitamini. Watangojea kuwa umekufa hawatapata hiyo habari. Hata kama wamefunga eti usiwe na gari, acha nikwambie habari ambayo wanakwenda kusikia ni kwamba wewe, huko angani unatembea ndani ya ndege na gari zako zinakungojea kwa airport <laughs> haleluya yangu Bwana hatakubali. Bwana hatakubali kwa sababu ana mipango mizuri juu ya maisha yako. Kuna nguvu ambazo wa Filipi sura ya tatu mstari wa kumi Bebele inasema mimi ningependa kujua habari eh, nguvu zilizomfufua Yesu katika wafu hizo nguvu ndizo tulizo nazo. Hizo nguvu ndiko unasikia saa sahi zinakuja ndani yako. Ninaposema sasa hivi kuna nguvu zilizofufua Yesu, zinakuja kufufua utajiri wako, zinakuja kufufua baraka zako, zinakuja kufufua ndoa yako, zinakuja kufufua kanisa yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Kwa sababu Yesu amesema ninapomshinda Shetani, na nyinyi mtamshinda. Haleluya! habari ninayokuletea ni, ni kwamba Yesu amefufuka katika wafu. Yesu hangekuwa amemshinda Shetani hata na, na kifo, hata leo hangekuwa na neno, rafiki yangu. Shetani mwenyewe anamujua Yesu, mapepo wanamjua Yesu. Nakumbuka katika kitabu cha Marko sura ya tano wakati Yesu alikwenda huko Gadarene alipofika huko, mapepo elfu mbili walikuwa ndani ya mutu akimnyanyasa. Biblia inasema nini? Inasema ya kuwa walipomwona hawakumukimbia kwenda mbali, lakini walikuja kwake. Kwa nini? Kwa sababu walisema sisi mapepo tunamujua Yesu, huyu ni mtu, ni, ni mwana wa Mungu. Tutamukimbilia wapi? Unaweza kukimbilia wapi Mungu? tutakapo kwenda popote atatukuta pale. Kwa hivyo hawakukuwa kama Yona ambaye alitaka kukimbia Mungu. Mungu utamkimbilia wapi? Kwa hivyo y wao wakaja wakasema tu hatuna budi isipokuwa kufanya nini, kuinua mikono juu na kumwomba turehemu. <laughs> Kwa hivyo rafiki yangu, sijui ni shida gani uko nayo, ni wewe tu uku nachelewa. Ilete kwa Yesu aliyefufuka, ilete kwa Yesu aliyefufuka, kwa sababu Yesu aliyefufuka iko ndani yako, ndiye uliyemupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu aliyefufuka iko pamoja na sisi ndani ya kanisa letu, ndani ya nyumba yako, ndani ya bizinesi yako. Adui anapokuja, mauti nayo kuja, inamuona Yesu aliyeli ishinda akasema, huyu bwana tuta tutakwepa tuta wapi? Rafiki yangu, ndugu yangu, acha nikuambie kwamba usiogope. Mapepo yenyewe inamfahamu Yesu, mapepo yenyewe inamuogopa Yesu. Yalete kwa Yesu leta umaskini kwa Yesu aliyefufuka. Leta ugonjwa kwa Yesu aliyefufuka. Njoni muone Yesu vile anavyofanya ishara hiyo. Mpokee awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, aingie ndani yako. Haleluya. <laughs> Ninafurahi e, ninaposikia habari ya Yesu Kristo. Baka bakafunga bakafanya nini, lakini Yesu akafanya nini? Akafufuka. Ugonjwa gani ambayo unataka kukuua hiyo ugonjwa ilete kwa Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo Biblia sasa inasema ya kuwa huo malaika akamwambia, enendeni mkamwambie wanafunzi wake ya kuwa amefufuka na watakutania Galilea. Baada ya kufufuka kwa Yesu, alionekana akifanya ishara na miujiza. Kwa hivyo, Yesu yuhai mambo tunayosema sio kudanganya kwa sababu tuko katika kizazi cha sayansi na teknolojia. Watu waliosoma sana walifanya utafiti, wakakuta kumbe huyo Yesu yu kweli aliwahi kuwepo na akaishi hapa duniani akakufa, lakini pia akafanya nini? Akafufuka. Kwa hivyo rafiki yangu nilapo, uh, endelea na habari hii, huyu Yesu tulioamini, nataka kukuambia kuwa kujidanganya Shetani yeye mwenyewe ndio hataki watu wajue ukweli, lakini unapojua ukweli, ukweli utafanya nini? Utaku utakubandua. Uh, ninapenda nikuombee. Ninapenda niseme, rafiki yangu, sijui ni shida gani uko nayo, lakini Bwana amesema anaijua, na ndio maana amenipa neno hili. Ninakuja kukuombea, ninakuja kukuitia Bwana, nakuja kumwambia Bwana alipofufuka kutoka kaburini alipokwenda hata wakati alikuwa huko kaburini, Yesu hakusinzia huko. Kumbe alikuwa amekwenda hata kuzimuni, akampiga Shetani, akafungua aka watu Shetani alikuwa amefunga. Unajua Mungu hawezi kupoteza mtu hivi hivi. Hata wale waliokufa kabla Yesu hajaja alikwenda kuwafungua huko kaburini, kwa sababu ni wa Mungu, waliokubali Yesu Kristo kuwa Bwana mwokozi wa mashao wakafufuka. Hata Bibilia inasema wengine waliwaona na macho yao, waliokuwa waliokuwa walisha kufa. Yesu yuko karibu ya kufufua kitu chote chako na watu wako walikuwa wamekufa, kwa sababu ana uwezo huo. Ninakwenda kukuombea, sijui ni shida gani uko nayo lakini Bwana atakwenda kukutendea mambo makubwa. Ninapenda kwanza niombee wale ambao wa wanapenda kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na mwokozi wa maisha yao. Mambo haya tunayosema si ya mtu yoyote, ni ya yule ambaye ni Yesu na wale ambao wamekubali Yesu Kristo awe Bwana na mwokozi wa maisha yao, wale ambao wamempokea awe ndani yao, wale ambao wamempokea watembee pamoja naye hao ndio hiyo miujiza yote tuko tunasema wanaweza kuipata, si ya kila mtu a a ni wa, kwa wale waliompokea Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha. Bwana ametenda ishara na miujiza hata leo. Leo hatukuja kusema mambo mengi kwa kwa kwa ushuhuda, lakini siku itakuja watu watasikia mambo ya ajabu ambayo hata sayansi haweze kufanya, lakini Yesu anayafanya hata siku ya leo. Kwa hivyo kama wewe unapenda nawe uwe baadhi ya wale ambao watakwenda kupata mambo makubwa na kutembea ndani ya ishara na miujiza vya Yesu Kristo, sema wanapenda nipokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na unapo kubari huyu Yesu awe bwana mwokozi wa maisha yako, utakwenda kuwa mtoto wa Mungu, utakwenda kuwa mwenye uridhi wa ufalme wa Mungu, utakwenda kuwa mkuu wa Mungu, kwa sababu ndivyo Mungu alivyosema na si binadamu kudanganya. Yeye ambaye hakutunyima Yesu Kristo akamutoa kwa ajili yetu, ni kitu gani atakunyima? Sema, Bwana Yesu, mimi mwenye dhambi, ninakuja kwako Uniruhumu, uni rehemu, uni dhambi zangu zote ninazozijua na zile ambazo sijui, dhambi za ukoo wangu, dhambi za familia, dhambi zangu za jamii yangu, nyumba yangu, watoto wangu, mke wangu, mume wangu, unituoshe na damu yako Yesu Kristo, andika jina langu katika kitabu cha uzima, uliondoe katika kitabu cha mauti ninafungua moyo wangu uingie, uwe Bwana, uwe na uwe mwokozi wa maisha yangu. Shetani, Shetani, Shetani, natengana na wewe, ninakurudishia vitu vyako vyote, ahadi zote tulizo uh, saini ninaziharibu, ninakataa makubaliano yangu yote na wewe, ninayakataa katika jina la Yesu Kristo, siku ya leo, Ninaokoka nina, nina kubali Yesu Kristo awe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu, nijaze na Roho wako nisije nikarudia nyuma. ni asante Bwana Yesu, leo ninaokoka. Leo mimi mtoto wa Mungu mwenye urithi wa ufalme wa Mungu, ninakataa na tengana na chochote cha Shetani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. asante Bwana kwa kuwa wewe ni mwema kwangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Amen. Kwa hivyo bwana awabariki sana ni nakwenda kuwaombea tena ah, watu wote nakwenda kuwaombea bwana awatende ishara na miujiza kwa hivyo nina imani ya kuwa mambo yanakwenda kuwa shwari kwako na utakwenda kuwa na nyimbo mpya utakwenda kuwa na ushuhuda mpya kwa hivyo ninakukumbusheni tu um, namba ya fone yangu ni alama ya, ku, ya, ya kuongeza mbili tano sita saba nane sita arobaini na sita hamsini na tano sabini na moja na YouTube ni Aposto Augustin Ngirabatware. Bwana wabariki, nakwenda kuweka video uh, ingini nikiwaombea. Usikose maombi haya nakwenda kufanya ya Yesu aliyefufuka na ari aliye anayoishi ndani yao